Wallahi, tumeibainisha hii Quran, liyadhakaru ili muwaidhike, lakini, wa laqad sarafna hadha alquran liyadhakaru wama yaziduhum illa nufura, lakini hakuzidi chochote kwenu nyinyi, we tunaambiwa mimi na wewe, illa nufura, illa mumeikalia mbali Ndugu zangu wa Kiislamu, Qurani tunatakiwa tuichukue na tuifanyie kazi kama ambavyo inatakiwa. Basi waislamu tunashindwa hata na majini. Majini Qurani walipoisikia siku moja inasoma ni mtume Muhammadin, sallallahu alayhi wasallam, mtume Muhammad mtume Muhammad sisikia u watu wako mbali na mimi. Walipoisikia Qur'ani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaisoma, basi walisimama na wakatulia wakaisikiliza, kama Mwenyezi Mungu anavyotuambia kwenye suratul Ahqaf.

yastamiuna lquran falama hadharuhu, walipohudhuria pale kwa Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, qalu waliambiana, ansitu, nyamazeni, wakanyamizishana wenyewe kwa wenyewe. Falamma qudhiya, alipomaliza Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kusoma Qurani, wallau ila qaumihim mundhirin, waliondoka wakaenda kwa jamaa zao kuweza kuwakofisha kutokana na Qur'ani al-Karim. Qalu, walipofika kwa jamaa zao sasa, qalu ya qaumana, ajibu da'i Allahi wa aminu bi Qalu wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna samina kitaban, sisi tumesikia kitabu. Unzila min baadi Musa, kimeteremshwa hicho baada ya Musa. Musaddiqan lima baina yadai, kinasadikisha kitabu kilichokuwa mbele. Waislamu, vitabu hivi vinne vyote sisi vinatuhusu Waislamu. Taurati, Injili, Qurani na Zaburi. Tusitukane vitabu tukasema eti si yetu sisi hapa. Yadi ila al-haq wa ila tariq al-mustaqim inaongoza. Majina wanaambizana wewe kwa wenyewe kwa wenyewe ni mimi na wewe tu. Hapa tukiondoka wala hatutakwenda kuambizana nyumbani kwetu. Kuweza kwamba kuambizana tuisome Qurani na tuizingatie. Yahdi ila alhaqi, inaongoza kwenye njia ya haki. Wa ila tariqi almustaqim, na kwenye njia kuelekea njia iliyonyooka ya qaumana. Henyi jamaa zetu, ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Aminini ajibu da'i Allah, ujibuni mlingano wa mtume Muhammadi swalla kutoka kwa mwenyezi Mungu, wa aminu bihi na muwamini yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim, kumbe tukiamini Qur'ani, Mwenyezi Mungu atatuhurumia na atatufutia madhambi yetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, napenda nikumbushe kitu kimoja ambacho napenda kukumbusha sana kwenye haflati kama hizi Waislamu. Hafla kama hizi zinapambwa zinapambika zinaonesha uzuri wake kwa watu karibu watatu ama wanne. Mtu wa kwanza ni msomaji wa Qur'ani, kama vijana wetu wanavyosoma na tunavyowasikia, wameipamba hafla hii sana. Lakini wa pili ni mualimu, mualimu naye ndiyo msababishaji. Watatu ni ile kamati kama vile shekhe wangu Swaiba wangu Ayubu Anzima, ambavyo anakaa na jamaa zake. Hii lelo si maskhara wa Waislamu kuweza kukaa karibu kabla ya mwezi huu, watu wanaumiza vichwa kuweza kutengeneza hafula hii ambayo mimi na wewe leo tupo na tunafurahia. Ninachotaka kukisemea ni nini? Waislamu, watu wengi sisi waislamu tunakuja kumwangalia msomaji pale. Sisemi kwamba hastahiki, lakini tuna, nachotaka kukizungumza na kukumbushana, tunamsahau sana mwalimu. Mwalimu ndiyo msababishaji wa Waislamu. Inanisikitisha sana kuona kwamba kutokana na hafla kama hizi, anapewa kipaumbele mzazi wa yule msomaji kuliko mwalimu wa yule aliyomsomesha. Sijui kama naeleweka, na sisemi mzazi hana nafasi, lakini kwenye hafla hii Waislamu, maanake Waislamu hadi tuifikirie. Qurani imesema fala yatadabbaruna alquran, hivi hamuizingatii Qurani? Tuende kiislamu Waislamu, kwenye Uislamu kuna kitu kinaitwa dhulma. Dhulma watu tunajua ni kunyang'anyana fedha, vitu kama hivyo lakini Waislamu, hata kitu ukitokiweka mahala pake, ni dhulma. Mimi namtetea sana mwalimu, namtetea sana wale kamati, nawatetea sana wale waliodhamini. Waislamu, usifikiri namponda mzazi, hapana, ila natoa mfano mmoja, kama kwamba tumuweke pembeni mzazi mwalimu yupo, msomaji yupo, wanakamati wapo, hivi jambo linaweza likafana? Halitofana litafana? sijui naeleweka, Waislamu haya, tumtoe mwalimu tumwike pembeni, jambo kama hili linaweza likafana Waislamu au? Halifani, halifani Waislamu, na maana pana kwamba Tuwaangalie sana waalimu. Waalimu wanapata tabu. Mwanao wewe kahifadhi juzuu zake thalathini, lakini mwalimu ana watu kama wanne wamehifadhi juzuu thalathini thalathini, ni yupi zaidi? Yapo Sayidina Ali. Waislamu, nadhani tumeelewana Waislamu, kuna mapana, lakini tusitumie muda mrefu, mambo mengine yaendelee. Sayidna Ali karamallahu wajhahu

Mtoto anaambiwa akachukue pesa zake benki, umeelewana Waislamu? Lakini anaikuwa limiti aje baba yake au mzazi wake, asije mwalimu. Kwa nini tufike hivi? Kwani akienda kwa mwalimu kinaharibika nini eh? Walimu wamekuwa hawaaminiki mpaka hivi? Hacha hilo, imepatikana milioni moja, natoa bilmathal, mwalimu anapewa laki moja. Kinachowaki cha yule msomaji, Waislamu watoto wetu wasinge mudu bila mwalimu, wasinge mudu kabisa, hivyo unavyoona bila mwalimu. Walimu hizi siku tulizozitoka na tulizonazo na tunazokwenda hawalali na hawalali, si kwa mtoto mmoja, ni kwa watoto karibu kumi. Wanamtengeneza mtu mpaka aje asimame pale, asome, asikilizwe. Ni mabingwa, kapikwa, katengenezwa, watu wamepata tabu wallahi. Mimi nakupa kazi moja tu, wewe usiye kwa mwalimu Sitaki kukupa kazi kubwa tena. Pengine mzazi na wazazi, jamani, siwatoi hivyo, lakini nasema tumtangulize nani kwenye jambo hili, tunaelewana? Seta ayibu nanaelewa, atangulizwe nani? Ndio ninachokizungumzia mimi. Nakopa kazi moja tu, we mzazi au mtu wa kawaida ambaye si kazi yako, watoto sita uwachukue tu pale mnadani, uwapeleke sehemu yoyote. Usima, saa hizi usimame nao pale, utoke nao nyumbani uwapeleke ama Temeke ama sijui wapi. Wallahi mwalimu atawapekwe mtoto wa shule anataka kuingia garini anavyokoromewa anafanyaje? Lakini mwalimu anakichukua kikundi kizima anakwendaje, haijulikani. Mpaka mimi najiuliza, hivi hao walimu wanatumia ungo? Unamkuta mwalimu kazungukwa na watoto karibu ishirini na, na anakwenda nao mpaka mahala stahiki. Waislamu, maoni yangu walimu watizamu nao watengewe zawadi, tena zawadi nono. Allahumma jaalna min alladhina istamina alqawla fayattabiuna ahsana wa wahaka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.